Timu yetu ya taifa kuishia kwenye base 16 eh, e, hii kwa kweli ni kwa mara ya kwanza Tanzania kufika katika raundi hizo. Kwa hiyo kwanza nataka nipongeze mwalimu na benchi lake la ufundi e, kwa kufanya kazi kubwa zaidi ya kufanya kwa Tanzania. Sasa hivi tuko very proud e, kuona kwamba tunaweza tukacheza na timu kubwa e, kama vile Morocco, Tunisia, Nigeria na tuka tukaonyesha kwamba tunao uwezo wa kuamiliki e, pamoja na ukubwa wao na investment kubwa amba ambao wameiweka katika nchi zao. Kwa hiyo hiyo ni pongezi kubwa sana kwa mwalimu na, na, na wachezaji wake e, pili kwa TFF, kwa sababu wao ndio wameweka hiyo vision ya e, kutengeneza njia ya e, sisi kupita kufika tulipo, hapo tulipofika. Na tusisahau walimu ambao wametufikisha hapo, mwalimu Moroko na jopo lake e, wamefanya kazi kubwa sana kutupeleka kwenye Afcon. Kuna wana mchango mkubwa sana ambao wameufanya kwenye timu yetu ya taifa. Kilichonifurahisha zaidi e, kuona kwamba sasa hivi e, vijana wetu wa Tanzania wanaweza kucheza mpira e, kwenye formation na pattern tofauti, kama kutoka, tuliko tulikotoka e, kwa sababu kipindi cha nyuma ukiwaambia watu tunacheza mfumo tofauti na wao kutojua inakuwa kazi sana kuwafundisha, lakini sasa hivi unaona kabisa wakati na mpira, unaona wanacheza vipi, wanafunguka, wanatumia space wanatumia widths and lengths of the pitch eh, alafu distance ya kucheza inaonekana kabisa, na patterns inaonekana, na wakati wanakuwa hawana mpira unaona kabisa unaofunga uwanja unakuwa compact. Kwa hiyo kuna mafunzo ambayo tayari unaona kabisa yapo sasa. Kwa hiyo sasa hivi ni kazi tu ya walimu wetu ambao wako loko kuangalia jinsi gani kwenye vilabu waanze kufundisha mpira kwenye pattern, tuache yale mambo yetu ya kila kuja 11 by 11 kinapigwa huko e, tutoke sasa tuende kwenye small sided games. Unaona, kwenye phase of play na vile vile uangalie kwenye principle, kama una mechi Jumapili umeangalia wapinzani wako au Jumamosi wanacheza vipi, ili upange timu yako. Lakini lazima tuanze kufundisha pattern, tukiwa na mpira tunacheza vipi, tunapokuwa na mpira tunacheza vipi. Kwa kufanya hivyo, basi mpira wetu utakuwa zaidi kwenye vilabu. Kwa hiyo wachezaji wakienda kwenye national team hawataona tofauti. Naona generation ya kina Kevin John eh, Eh, kunaona baadhi wa wachezaji kinapaswa mshindo hapo kwenye timu, kwa hiyo inaonesha kwamba investment iliyowekwa nyuma ni nzuri. Na mimi nakumbuka eh, juzi niko na mtania uh, Dickson Job kwa sababu na wao wa no, no. Tuangalie sasa jinsi gani tutawaingiza Eh, vijana wengi wa nyumbani na vile vile tuendelee na international recruitment, kwa sababu ukiangalia wachezaji wengi ambao wanaotoka nje wanakuwa na uwezo kwenye hizi principles za kucheza. Sasa tujaribu kuendeleza eh, international recruitment, kuleta wachezaji wengi kutoka nje. Wanacheza kwenye conference league, wanacheza daraja la 4 daraja la tano. Aa, wachezaji huko wanafundishwa mipira. Sasa tuache tu sisi mambo ya usimba na uyanga.